Mambo vipi, wewe mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media eh, karibu katika chaneli yetu. So mapema siku leo kuna habari ambayo imeweza kutrend sana eh, katika page na mitandao mbalimbali Instagram, hii hapa ameweza kuposti Juma Lokole kufuatia page yake Instagram, ambapo eh, aliweza kuonyesha picha ya eh, mwanadada Wema Sepetu, lakini pembeni kulikuwa kuna eh, posti ambayo amechukua kupitia eh, mtandao wa eh, Snapchat, posti ambayo aliweza kuandika mwandada wa Wema Sepetu. Nitaenda kusomea na kunukuu jinsi kama ilivyo. Ladies and gentlemen, naomba nitoe tamko dogo, msije mkazani, naumia no matter facti eh, nimeasepti, nime make peace na moyo wangu. Msione, msinionee huruma wapenzi, kwani mimi ni wa kwanza kukosa mtoto jamani? Ah, no bwana flash na emoji nyingi sana za maua, akiendelea kusema kama ifuatavyo Wema Sepetu: So, naomba mwaka huu eh, tu, eh, tusameane kuhusu mambo mengine jamani, sio mimi. Mambo ya watoto, maisha yangu yenyewe mafupi tu, enjoy to the max. Na kingine sijui, Wema hana kazi, hana nyumba, sitaki urisi niloachwa wa nyumba unatosha, tusiangaliane. Aka flash na emoji za maua, akaendelea kusema kama ifuatavyo: mimi nikijenga nisipojenga that my business kwanza sina hata wa kumwachia urisi baki hivyo 2026, we living the good life no question asked. Afu akamaliza kusema hivyo. So Juma Lokole alimalizia kusema kwamba Wema Wema wangu jamani. Afu akafrash na hiyo nyingi za kulia hapa. Ni Dax Media, unazungumzaje kuhusiana na hii update? Share comment yako hapo chini, asante.